Kwa hiyo katika hili ni waasi watumishi wenzangu, baada ya mafunzo haya tukabadiliki. Sabu kila mmoja jitathmini peke yake, ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Unaanza kujiasesi wewe mwenyewe kwa sababu mimi kazi zangu nilipewa ni kwa kwanza, nitakiwa kuwahi, natakiwa nifanye hivi, hili nimeshalifanya hii, lakini la kuwahi linanitatiza hili, lakini nifanyie kazi hili la kutoka kabla ya wakati linanitatiza, hili la kwenda kukaa masaa matatu kule kwenye kwenye chakula. Maanake mtu unaenda kule kula chakula na kusema, kwa kweli, yani, juzi lile goli letu la Simba ile walikataa, lakini kwa sababu la kweli, yani mimi ndiye mtu anaanza sasa, kwa kweli hii bwana mbaje hii ni, lile nilikuwa goli la halali kabisa yani, yule refa refa ni nani yule? Yani yule refa, kwa ndicho kilicho kuleta katika shughuli za kazi utajadili hapo lisalizima. Baada ya chakula mmemaliza, utaendelea kujadizela ya ya kujadili ya ya. Unatenda matendo ya rushwa, ufanye kazi zako vizuri, huko unapiga porojo na soga ambayo haina tija kwa serikali na kwa ajili kwa kwayo. Sasa masuala kama hayo siyategemei yawepo katika ras. Tufanyeni kazi kwa maadili, tufanyeni kazi kwa uadilifu, tufanyeni kazi kwa kufuata kanuni taratibu na sheria. Kila mmoja atekeleze wajibu wake, maana mtu kutekeleza wajibu vile vile ni vitendo ambavyo vinaihujumu serikali, ambayo ukiangalia hiyo nayo ni rushwa ya aina nyingine. Tukatekelezeni wajibu wetu. Tendo cha kutumia mamlaka, mamlaka lembra, bwenye, au madaraka ya ofisi vibaya kwa lengo la kujinufaisha mwenyewe au kunufaisha mtu mwingine kinyume cha sheria inatafsiriwa kama ni kosa la rushwa. Leo tulikuwa tume, tumeitwa hapa tumealikwa na katibu tawala wa mkoa wa Singida kuja kutoa mafunzo kwa watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuhusiana na masuala ya rushwa, kwa maana madhara ya rushwa na wajibu wa watumishi katika kuzuia kupambana rushwa, lakini pia alituomba tuelezee masuala ya maadili kwa watumishi, na ndio jambo ambalo limefanyika kwa maana ya kuwa kuelekeza watumishi ni namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa lakini pia na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma, lakini pia na swala zima la kuzingatia maadili kwa watumishi wa umma ili kukuza ufanisi na utendaji kazi wa kazi. Lengo la mafunzo yangu ni kujenga uelewa, kwa sababu kuna baadhi ya watumishi eh, ni watumishi wa umma lakini hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya rushwa, eh, lakini pingine wengine hawafahamu eh, vizuri kuhusiana na madhara ya rushwa kwenye maisha ya utumishi wa umma. Kwa lengo letu ilikuwa ni kuwajengea watumishi uelewa wa namna ambavyo wanaweza kuzuia vitendo vya rushwa mahali pa kazi, kuwa waadilifu, lakini pia kukuza utendaji kazi mahali pa kazi awenye heshima kwa utumishi, ili kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanafikiwa. Na nitoe rai kwa watumishi wote e, nchini na hasa mkoa wa Singida, ambao sisi ndio tunaendelea kufanya nao kazi, watumishi kuwa waadilifu na waaminifu, wafanye kazi kwa ufanisi, lakini pia wajali zaidi maslahi ya mwajiri kuliko matakwa binafsi. Mafunzo ya siku ya leo nimeyapokea vizuri kwa sababu yananijenga vizuri katika kazi yangu mimi kama mtumishi wa umma, yanikumbusha kuwajibika na kufanya kazi kwa weledi na kujituma zaidi ambayo itaniondoa katika mishawishi mbalimbali nitakavyonifanya mimi kutoa ama kupokea rushwa. Hivyo nayapokea vizuri kabisa, najitahidi, nahakikisha nitakwenda nita kuyafanyia kazi kwa ajili ya kuniinua mimi, mimi binafsi na pia kuhakikisha kila nitakachokifanya kinakuwa na manufaa eh, mimi binafsi na wananchi wote kwa ujumla ambao tunawahudumia. Eh, mimi kwanza ni shukuru ofisi kwa kuandaa mafunzo haya mazuri ya kuwapatia elimu watumishi juu ya madhara ya rushwa mahali pa kazi na nipongeze pia eh, TAKUKURU mkoa wa Singida kwa kuona kwamba sisi tunafaa kupata hii elimu. Maana kwa kweli imetusaidia sana kujengea uwezo, lakini kutujengea uzalendo hasa katika utumishi wa umma. Mimi binafsi nimepokea mafunzo vizuri, imenisaidia sana, lakini pia licha kusaidia mimi nimpa uelewa kuendelea kuwasaidia wenzangu watumishi wa umma lakini vijana wa Tanzania hususani ambao wako ndani ya vyo wana shule za msingi na sekondari, ili waendee kuwa wazalendo wa nchi hii, maana nchi hii inajengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo niendee kutoa wito kwa TAKUKURU eh, kama alivyosema kwenye ukumbi, unaweza pia kuanzisha klabu za pinga rushwa katika maeneo ya kazi, ili kuendea kupeana elimu hii kama watumishi, lakini pia kuendea ku... kujielimisha si wenyewe juu madhara ya madhara ya rushwa kwa sababu binadamu tumeambiwa kusahau. Kwa tukiendea kuwa na hizi klabu za wapiga rushwa mahali pa kazi, inaweza kutusaidia si kama watumishi wa umma kuenda kuichukia rushwa, lakini pia kutoa elimu kwa watu kwa wenzetu juu ya madhara ya rushwa. Kwa watumishi wa umma e, sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda na kuwa waadilifu katika maeneo yetu ya kazi. Tuatambua madhara makubwa ya rushwa. Ukiwa na rushwa katika eneo la kazi, haki haitendeki. Kwa sisi kama watumishi wa umma tuende kukataa rushwa ili basi tuende kuwahudumia wananchi wetu wa Tanzania katika misingi ile ya uadilifu. Kwa kweli mafunzo ya leo yanayohusiana ya na rushwa mahala pa kazi tumejifunza vitu vingi, na kwa hakika kutokea hapa basi, kwa wale watumishi ambao hakika walikuwa wana maadili ya kusuasua, kwa kweli watakuwa wameenda vizuri na kubadilika.